Njia ya bei nafuu na isiyo na maumivu ya kutibu meno yaliyoanza kuoza. Kuna watu wengine ambao hupata matundu kwenye meno yao, hali inayotokea sehemu ya jino linapooza. Kwa kawaida, daktari wa meno hutibu tundu hilo kwa kukupa sindano ya ganzi, kuchimba jino kwa kifaa maalum, na kujaza sehemu hiyo kwa dutu inayoganda. Kulingana na aina ya bima ya afya ya meno ulionayo, matibabu haya yanaweza kuwa ya gharama kubwa. Pia, ni mchakato unaoweza kuwatia wasiwasi watu wengi, hasa watoto. Habari njema ni kwamba kuna njia nyingi ya kutibu meno yanapooza iitwayo Minimally Invasive Care, kwa Kiswahili: Matibabu Yasiyoingilia ya Mwili. Njia hii haina maumivu, ni ya haraka, haitumii uchimbaji wala sindano, na ni ya gharama nafuu. Matundu mengi yanaweza kutibiwa kwa ziara moja tu, na wataalamu mbalimbali wa afya, si lazima wawe madaktari wa meno, wanaweza kufundishwa kutoa huduma hii. Kila mtu anastahili kupata huduma nafuu ya afya ya meno katika jamii yake. Afya ya mdomo wako inahusiana moja kwa moja na afya ya mwili wako kwa ujumla. Meno yenye msingi imara hutuwezesha kula chakula chenye afya na pia ni muhimu katika mawasiliano yetu, kuanzia ya kuzungumza hadi kutabasamu. Lakini vyakula tunavyokula vinapozalisha asidi nyingi, meno huanza kudhoofika na kuharibika. Hali hii inaweza kuleta maumivu sumbufu na kusababisha maambukizi yanayoathiri mwili mzima. Video hii itakueleza zaidi kuhusu Matibabu Yasiyoingilia Mwili, ambayo yanaweza kukupunguzia gharama ya, na muda na kusaidia kulinda afya ya meno yako. Hivi ndivyo matibabu haya yanavyofanyika: daktari wa meno, au mtoa huduma aliyefunzwa husafisha na kukausha jino linalohitaji matibabu. Kisha hupaka dawa inayoitwa SDF, yani Silver Diamine Fluoride, na kuiacha ikauke. Dawa hii hufanya jino kuwa gumu na imara zaidi, na huzuia maambukizi kuendelea. Sehemu ya jino lililoathirika hubadilika na kuwa nyeusi; hii inaonyesha kuwa maambukizi yamekoma. Iwapo doa hilo litaonekana sana, daktari au mhudumu wa meno anaweza kufunika eneo hilo kwa kutumia dutu yenye rangi inayofanana na jino lako la kawaida. Hakutakuwa na haja ya sindano, na mchakato mzima hauna maumivu. Kumbuka kuendelea na ratiba yako ya kawaida ya usafi wa meno na ukaguzi wa kiafya. Watoto wanapopata tundu kwenye meno yao ya kwanza, yanayojulikana kama meno ya maziwa, wazazi wanaweza kuhisi kuwa si lazima kutumia gharama kubwa au kuwapa watoto matibabu ya kutisha kwa meno ambayo yataanguka baadaye. Lakini kutibu meno ya maziwa yaliyoanza kuoza ni muhimu sana ili kuzuia maambukizi na hali hiyo kusambaa katika kinywa cha mtoto wako, jambo ambalo linaweza kusababisha matatizo ya muda mrefu kwa afya ya meno na mwili kwa ujumla. Matibabu yasiyoingilia mwili ni chaguo bora, hasa kwa watoto. Hayana maumivu, hayasababishi hofu na ni nafuu zaidi. Matibabu yasiyoingilia mwili yanagharamiwa na bima ya Medicaid. Hapa Vermont, Medicaid hufunika kikamilifu huduma za meno kwa watoto na wanawake wajawazito. Pia, huduma za kinga hufunikwa kwa watu wazima wanaostahiki pamoja na matibabu hadi kiwango fulani kila mwaka. SDF, ni njia ya gharama nafuu ya kupata matibabu ndani ya kiwango hicho. Kwa kweli, kwa wagonjwa wengi, matibabu yasiyoingilia ya mwili ndiyo njia bora ya kutibu uozaji wa meno. Tunaendelea ya kupanua upatikanaji wa huduma hii kote jimboni. Kwa hiyo, mara nyingine wewe au mtoto wako mnapopata tundu muulize daktari wako kuhusu matibabu yasiyoingilia ya mwili.